Kama tunavyofahamu sasa hivi nchi yetu imeingia katika kipindi cha mvua, na kipindi hiki kinakuja na athari zake. Pamoja na kwamba mvua ni neema ambayo inatuletea mazao, lakini vilevile kwenye miundombinu inaweza ikaleta athari sehemu chache katika miundombinu yetu. Nchi yetu ni kubwa, na nchi yetu inakumbana na changamoto mbalimbali mbali za kimazingira, na mojawapo ni hili la mvua ambalo tunakabiliana nalo kwa miaka mingi sasa. E, hivi leo niko hapa katika eneo la Mbande. E, Mbande ni eneo ambalo e, tumefanya uboreshaji wa eneo hili ili kukabiliana na athari ya mvua. E, hili ni eneo ambalo tuko katika hatua za mwisho kabisa kukamilisha mradi huu wa mfupi e, ambao ni katika kuongeza uwezo wa barabara kupata usiweze kupata athari za mvua. E, mradi tuko katika hatua za mwisho niko, wako wahandisi wa TANROADS lakini vile vile wako wahandisi wa mkandarasi ambao wako hapa kuhakikisha kwamba kazi hii inakamilika sasa hivi, hakuna tena matatizo katika eneo hili la Mbande, lakini vilevile napenda kuwasiliana na umma kwa ujumla kwamba kuna maeneo ambayo yameathirika zaidi nchini mwetu katika mvua hizi za siku chache, ikiwemo mkoa wa Njombe katika barabara ya Itoni Lusitu, lakini vilevile mkoa wa Ruvuma mkoa wa Mbeya, Arusha na baadhi ya maeneo e, yaliyoko katika mkoa wa Rukwa na Katavi. Hayo ni athari zingine, ni ndogo za kiwango tofauti, lakini kuna maeneo mengine athari zake zinatokana na kwamba kuna ujenzi unaendelea. Kwa mfano barabara ya Itoni Msitu ambayo e, mkandarasi bado yuko site na kazi itaendelea. E, hivyo natoa wito kwa wahandisi wa mikoa au wameneja wa mikoa wa TANROADS wahakikishe kwamba wanasimamia maeneo yao, sio tu kule ambako unapata athari kwa sasa hivi tunavyoona, lakini vile vile katika maeneo ambayo pia hana athari. Tuna mwongozo wetu wa kukumbana unaitwa emergency response eh, manual eh, manual ambayo eh, yani ni mwongozo wa kuitika eh, kwa dharura pale ambapo ishi changamoto za kimazingira zinavyojitokeza hivyo, wanaelekezwa kuufuata mwongozo ule, mameneja wote wa mikoa, ili kuhakikisha kwamba pale ambapo athari hazijajitokeza basi zizuiwe, na kama tulivyokuwa tunawasiliana katika miongozo mbalimbali niliyoitoa huko nyuma. Hivyo napenda kuwatoa wasiwasi wananchi kwamba tutaendelea kufanya kazi na mameneja wa mikoa hiyo ambayo imeathirika, wako kazini sahizi ili kuhakikisha kwamba huduma e, ya usafiri na usafirishaji wa wananchi, mazao na magari unaendelea bila kupata athari kubwa zaidi. Asante sana.